Singida hali nzuri ya hewa, ulinzi na usalama, vyakula vizuri ikiwemo kuku wengi, pamoja na ukarimu wa Wanasingida wawavutia wageni mbalimbali wawavutia wageni mbalimbali waliowasili mkoani hapo kwa ajili ya kushiriki maadhimisho ya Mei Mosi. Hayo yamejiri leo Aprili 2025 katika viunga vya mkoa wa Singida kipindi ambacho wageni wengi wamewasili kushiriki katika shughuli mbali mbalimbali kuelekea maadhimisho ya sikukuu ya wafanyakazi duniani maarufu kama Mei Mosi, yanayotarajiwa kufanyika mkoani Singida kitaifa mwezi Mei mosi 2025 huku mgeni rasmi akiwa ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan. Mkoa wa Singida ni mwenyeji wa maadhimisho hayo ya mwaka 2025 huku mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego akipongezwa na wageni kufuatia kuimarishwa kwa hali ya ulinzi na usalama kwa wageni waliokwisha wasili na wanaoendelea kuwasili mkoani hapa. Snadareal TV imefanya mahojiano mbalimbali na wageni waliofika kwa ajili ya biashara, kushiriki michezo ya Mei Mosi na kutalii mkoani Singida kujionea vitu mbalimbali ikiwemo ziwa Singidani linalotajwa kuvuta hisia za wengi kutamani kufika katika ziwa hilo kupunga upepo. Hali kadhalika, eneo maarufu kwa ajili ya kuchoma nyama ya kuku linaloitwa Ubungo lililopo halmashauri ya manispaa ya Singida. Wageni hao kwa nyakati tofauti tofauti wameeleza jinsi ambavyo wamevutiwa na mazingira ya mkoa, ulinzi, vyakula mbalimbali wanavyovitumia, na hali ya makazi walikofikia, na hapa wanaeleza naitwa Pili Sukwa, ni mchezaji wa netball. Inatokea wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Singida ni mkoa, mimi ni mara yangu ya kwanza kufika, lakini ni kama mkoa fulani katulivu, akana heka heka, hatujakutana bado sio na mapanya road kutishana, sijui wadudu sijui kutishana na nini, kwa kweli afija experience hiyo kitu. Kwa hiyo tuna amani, tupo hapa mpaka hiyo tarehe moja tukijaribu kuondoka hiyo, kwa tarehe mbili tutaondoka na ukarimu wa watu wa Singida. Kwa kweli kwa upande wa warembo Singine, ni warembo, tunajua iko hivyo, tunajua tuna wa, umabinti, wa, mabinti warembo wazuri wa karimu wana upendo weupe wana rangi moja wana grow ukarimu wao wacheshi, wana ukarimu sana na tuna, tunashukuru. Tunasubiri hiyo kuku festival ili kwa hamu, ingawa tumesha kula kuku sana sana sana, lakini kiu yetu tuione hiyo kuku festival itafananaje. Bado tumeambiwa kuna mtaa unaitwa Ubungo, we are so much excited na Ubungo, kwenda leo tukitoka hapa na ushindi mbio moja Ubungo tukale kuu. Kwa majina, mimi naitwa Emanuel Jueli, alikuwa maarufu wa Gogonjum, ndo jina linalofahamika la kibiashara, na tokea mkoa wa Mwanza na tumekuja hapa mkoani Singida baada ya kuona fursa ya mashindano ya taasisi za serikali Mei Mosi kwa, tukaona tutumie fursa hii kama kuja kuleta bidhaa zetu kuweza kuuza hapa. Unaona kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana, biashara sio mbaya ni nzuri. Wafanyakazi wanatusapoti sana. Pia tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuwezesha mashindano haya yaweza kufanyika hapa. Kwa sababu inatusaidia sisi vijana mnapata fursa kama hivi, tunaweza kupata riziki na kukimu maisha yetu. Unaona. Pia tunawashukuru sana pia mkuu wa mkoa wa Singida. Sapoti yake ni kubwa sana toka mashindano haya yameanza. Tumepata fursa sisi vijana tumeruhusiwa kufanya biashara katika maeneo tofauti tofauti ambapo mashindano haya yanafanyika. Nashukuru sana sana sana, asanteni sana ndugu zangu. Unajua, Mei Mosi inapofanyika mkoani, mkoa wowote ule huwa ni, ni, ni, ni, ni, inaisaidia sana mkoa kuingiza kuongeza kipato, yaani sio kwa mkoa tu, hata kwa wananchi wa mkoa huo wanapata fursa kufanya biashara tofauti, wafanya biashara wadogo wadogo, wafanya biashara wakubwa. Kwa mfano ukiangalia kama mahoteli wanapata watu, wanaenda kula kwenye mahoteli, hoteli zinaingiza pesa afu pia ukiangalia pia wafanya biashara wa, wa chakula vitu tofauti tofauti, yani mkoa unaingiza mapato, unapata mapato, yani huwa ni fursa katika mkoa hii haya mashindano yakitokea kufanyika katika mkoa fulani. Lakini mkoa wa Singida kwa sasa hivi umebadilika, sio kama zamani. Ukiangalia labda ukitoa miaka miwili nyuma Singida ya miaka miwili nyuma sio kama Singida ya mwaka huu. Singida ya mwaka huu umebadilika sana, uko vizuri. Pia watu wa Singida ni wakarimu sana sana sana sana. Napenda mimi napenda kuwashukuru sana watu wa Singida, ni wakarimu mno sana. Singida iko vizuri kwa kweli. Yaani sio kwamba eti Singida ina utofauti mkubwa na Mwanza, labda ni vitu vidogo sana, lakini Singida iko vizuri sana kwa kweli. Kwa majina, naitwa Stella Charles Maungu ni mchezaji kutoka Ujenzi Sport Club. Kwa upande wangu, ninapenda kuzungumzia Singida kidogo kwenye upande wa hali ya hewa. Hali ya hewa ni nzuri na ni rafiki. Rafiki, kuna baridi kiasi, najua kiasi tofauti na Arusha, mimi nimetokea Arusha, lakini Singida pia kuna hali ya hewa nzuri sana na kingine nimependelea sana chakula hasa hasa kwa upande wa kuku na mafuta ni mazuri. Vitu sio ghali, vitu vina bei yake, ni very affordable. Tuna afford as long as long tumetoka nje ya majumbani kwetu, tuko hapa, tulitegemea labda kwa sababu watu watakuwa wengi, vitu vitakuwa ghali sana, lakini tumekuta bei yake ni ya kawaida na tunafurahia na tumebeba vingine, tutapeleka nyumbani. Tunamkaribisha sana Mama Samia katika siku ya kuadhimisha nanii Mei Mosi, siku ya wafanyakazi duniani. Tunamkaribisha Singida ni pazuri, hali ya hewa ni nzuri. Karibu sana mama, tunakupenda sana. Kwa upande wangu naona kama ni opportunity nzuri sana hasa kwa upande wa Singida, ina maana inaendelea kukua zaidi, inaleta hamasa zaidi na kuendelea kujijenga zaidi, na mama anapokuja anaangalia wapi pa kurekebisha, wapi pa kuongeza zaidi, kwa sababu unapokuwa unafanya kwenye majiji ambayo tayari ameshaendelea inakuwa ni ngumu kujua kwenye sehemu ambayo kama singi, mkoa wa Singida kujua nini kinahitajika zaidi kuweza kukuza zaidi, na subiri kwa hamu mashindano yaisha ili tuweze kwenda kutembelea sehemu mbalimbali zaidi, tujue zaidi kuhusu Singida. Kwa hiyo mama tunamkaribisha sana na tunashukuru kwa opportunity alioitoa kwa mkoa wa Singida kuadhimisha maadhimisho ya kitaifa ya siku ya fanyakazi duniani. Mafuta, mafuta kwa kweli, mafuta na kuku, mafuta kwa kweli ni mengi sana. Na Singida inasifika kwa kuzalisha sana alizeti ambao alizeti inatuletea mafuta. Kwa hiyo mafuta ni ma, bei yake ni very affordable tofauti na Arusha. Arusha mafuta ni ghali sana lakini kwa hapa nimechukua mafuta mengi sana ambao nitapeleka nyumbani. Na ni opportunity pia hata kwa mtu unaweza kufanyia biashara. Ukachukua kwa bei ya jumla ukaenda kuuza kwa bei ya reja ya reja na ukapata faida nzuri sana. Okay, kwa majina naitwa Husna Ahmed, ni mchezaji kutoka timu ya Ujenzi Sports Club niko hapa Singida kwa ajili ya mashindano ya Mei Mosi. Um, mazingira ya Singida ni mazuri, very conducive kwa ajili ya kucheza. Jua lipo sio kali sana lakini pia kuna kabaridi kwa mbali. Tuna enjoy, tunafurahi, tunakula kuku wengi, as you know Singida ni kuku, yani tunakula kuku kuliko yani, tunafurahia, yani tunafurahia sana. Honest speaking sija sikutegemea kama Singida nitaikuta ikiwa kubwa hivi. Yaani unajua, sisi wote tunatoka mikoa ambayo ni kubwa, let's say Dar es Salaam, Arusha na wapi. Tunaamini tuna kama tuna, tukienda kwenye mikoa mingine ni labda tukimkoa kidogodogo, lakini tumefika hapa, huduma zote muhimu tunazipata. Kila tunachokitaka tunakipata. Chakula kizuri, malazi mazuri, mazingira mazuri, watu wake wa karimu, so tuna enjoy sana. Nenda mmoja kwa wakazi wa Singida, ninawapenda and you guys ni wazuri. Yaani I wish I ningekuwa mkaka, yani ningepata mchumba huko wazuri sana. Kwa wale ambao wamekosa nafasi ya kuja Singida kwa maadhimisho ya Mei Mosi, na tunawakaribisha ama tunawaambia karibuni wakati mwingine hata isipokuwa Mei Mosi, mje mtembelee mkoa wa Singida. Unavutia yaani, una mazingira mazuri, chakula kizuri, of course tumeenjoy, watu wake wakarimu sana. Ah, kilicho ni, kilicho ni surprise ni ukarimu wa wanasingida wenyewe, lakini pia kwa jinsi ambavyo mkoa wenyewe umejipanga. Kwa sababu mara ya kwanza kwa kweli, tulikuwa tunaona kwamba tumezoea mashindano haya yanafanyika katika majiji, jiji la Mbeya, jiji la Mwanza, Morogoro, Dar es Salaam, hiyo ndio ilikuwa, pamoja na Arusha. Lakini tulipoambiwa kwamba mashindano haya yanakwenda kufanyika Singida, kwanza tulipata ile hofu kwamba mkoa mdogo, mazingira yatakuwaje? Population ya watu itakuwa kubwa? lakini tulivyofika tulijikuta kwamba wamejipanga sio tu watumishi wenzetu wa mkoa huu, lakini pia hata wananchi wa mkoa wa Singida wamelipokea hili jambo vizuri. Kwa hiyo wametusuplaizi, wametupokea vizuri, wanatuhudumia vizuri, tunapata huduma za kijamii vizuri kabisa. Kwa hiyo tunasema kwamba walioamua kwamba yafanyike hapa basi walifanya maamuzi sahihi, na tunaamini kutokana na kufanyika maandalizi haya yanayofanyika hapa basi ile zana kwamba mashindano hayo wanafanyika katika majiji itaanza kuondoka na mikoa mingine isiyokuwa majiji watapata fursa ya kuandaa mashindano haya na shughuli hizi za Mei Mosi zaidi. Ah, kiujumla, kama umebahatika kuzunguka katika nchi yetu hii kwenye suala la vyakula almost zinafanana fanana, lakini kitu cha pekee ambacho naweza nikakisema hapa kwa Singida hapa ni kuku. Kuku kwa kweli hapa wapo wapo, tunakula tunafurahi na wenyeji wametumia fursa hii kutu kutusurprise na kuendelea kutuboreshea zaidi, kwa hiyo sisi tunashukuru. Hata hali ya hewa Singida nadhani ni rafiki. Sasa hivi tunafanya haya mazungumzo ni takribani saa tano, lakini unaona kuna kajua, lakini kana ubaridi fulani, kwa hiyo ni hali ya hewa rafiki ambayo bado inaendelea kuboresha miili yetu na kuimarisha afya zetu. Majina naitwa Shukuru Kema Sikali wa Mali nimetokea Mbeya. Sisi wajasiriamali tunaendelea kunufaika kupitia michezo, huwa napita tu naenda Mwanza, Shinyanga watu huko, ila fika hapa Singida ni mara ya kwanza. Kwa kweli hali ya hewa ya Singida iko kama ya Mbeya nilipotoka, ni hewa, hali ya hewa baridi baridi, in kuelekea Mei Mosi, na wakaribisha wananchi wote wa Tanzania waweze kusogea Singida. Naitwa Rose Jonathan Sajabi natoka Dodoma, niko Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje. Singidani ni nzuri, nzuri sana. Kwanza unakula unakula samaki akiwa ametoka kabisa kuvuliwa unamla ametoka pale ni fresh kabisa, lakini pia mazingira ni mazuri sana, aliyo nzuri, amna joto sana la kuchosha, kuna ubaridi kwa mbali, imetulia hata mafoleni kwa kweli ni sehemu sana Kitunguu nimekiona, nimepata bahati ya kutembelea soko la kitunguu jana, bei nzuri sana na naahidi nikirudi zangu Dodoma lazima nikabebe vitunguu, nikabebe samaki, lazima nibebe na matango pia. Nimeona bei nzuri, kwetu kule tunanunua tango 500 lakini hapa nimeshangaa, tango ni 300 sokoni. Tumependa yani, kama unatoka, unatoka ulipofikia unaenda mjini, barabara zina foreni sana. Kuhai, nikazini, una uwezo wa kuwahi kama ni kazini na kurudi kwa haraka. Kiukweli, Singida tumependa, mimi naahidi kurudi tena Singida mimi mwenyewe, ili niweze kufurahia hali ya hewa ya hapa. Kuku ni mtamu mtamu, mzuri sana na sehemu nyingi wanachoma kuku na kwa bei nzuri zaidi. Kwa moja katika vitu ambavyo tupia tumeahidiana sisi kama foreign, tukiondoka lazima tubebe tuondoke nao. Nafikiri siku ya kuondoka natamani mje mnione mizigo yangu niliyobeba hapa Singida. Tumejiandaa vizuri, vizuri sana. Nafikiri nitakuwa wa kwanza kufika. Sababu hii tu, tunakiunayo na tunaamini kuku watakuwa wengi sana. Kwa hiyo labda tuwaalike wengine mnaoweza kuona na kusikia habari za kuku festival. Jamani maandalizi ni mazuri. Maandalizi tumeaona eneo ni kubwa, kila mtu atapata sehemu yake nzuri ya kukaa na kula kuku wake vizuri. Mi nitakuwepo kama mdada mrembo, nikukaribishe pale uje tuli kuku. Kwa majina anaitwa Shabani Mavenga, kocha wa timu ya football ya wizara mambo ya nje. Kitu ambacho imekutana nacho Singida kwanza moja ni ukarimu, ukarimu wa wenyeji wetu iwaungwana, na hatujapata dosari yoyote hadi ilitokea tumefika siku ya leo tunaishi vizuri na wametupokea vizuri. Kwenye hoteli tunapoenda, sehemu za chakula, wachezaji wanakula vizuri, kwa hivyo ni kitu ambacho hatujapata kesi yoyote, kwa amekabwa siyo nani siyo nini, kama tunapoendaga mikoa mingine, lakini Singida hilo tukio hatujawahi kulisikia. Hata tunapoenda kwenye kikao, vikao vyetu vya jioni vya viongozi au na makocha, hatujawahi kupata kesi yoyote, kama tulivyokuwa Arusha, kwa kuna mchezaji fulani kakabwa, kwa Singida Usalama na nawapongeza sana wamejipanga. Sekretariti ya mkoa imejipanga, hata kwenye huduma kwenye viwanja vyetu wamejipanga vizuri, sababu tunaona kuna ambulance ambazo zipo kwa ajili ya huduma ya kwanza kwa ajili ya wachezaji. Sanjari na hayo, Snada Real TV imetembelea Mbalamwezi Park iliyopo halmashauri ya manispaa ya Singida, kata ya Mtipa, iliyofunguliwa leo Aprili 2025 kwa ajili ya kuwapokea wageni wa Mei Mosi eneo zuri na mwekezaji wake akiwa ni mzawa wa mkoa huu. Naye alikuwa na haya ya kusema. Asante sana. Mimi jina langu ni Kitela Elikatala. E, mimi ni mzaliwa wa Singida. E, nimesomea Singida, nimekulia Singida na sasa naishi Singida.